lakini kuna habari inayosema majaji wauwakia polisi. E, majaji wauwakia polisi ni kuwasilisha watuhumiwa saba nje ya saa 24 za kisheria, wasema kutoheshimiwa kwa sheria na katiba hakuvumiliki, lakini watoa amri jeshi la polisi liwachie kutoka kizuizini au wafikishwe mahakamani, au ni majaji wawakiwa E, wa wakia polisi ni baada ya kuwapeleka watuhumiwa e, nje ya saa 24. Lakini Chadema Heche anashikiliwa na polisi Dodoma ahojiwa uhamiaji e, Chadema wasema Heche anashikiliwa na polisi Dodoma ahojiwa na uhamiaji. Lakini raha karaha wenza kupishana sana umri. Lakini mchungaji KKKT mbaroni Sheikh ya sakwa kwa uchochezi Mchungaji KKT baroni shehe ya sakwa kwa uchochezi. Lakini ongezeko la udokozi kwa wanawake zaidi ya uhalifu, ongezeko la udokozi kwa wanawake ni zaidi ya uhalifu na serikali ilivyojibu tuhuma za shirika la haki za binadamu. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, ndani ya gazeti laku la Mwananchi, ukurasa wa mbele. Lakini kwa chana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti laku la Nipashe, mwanga wa jamii asubuhi ya leo lina habari inaanza inaosema mchungaji KKT baroni kwa kuhamasisha ubaya. E, mchungaji KKT baroni kwa kuhamasisha ubaya. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini una mtaliki mke ukicheka anafulia anaomba kurudi. Lakini marufuku kuandamana. E, marufuku kuandamana, madisi wa onya wanaojipanga kuijaribu serikali. Wataka waliojiandikisha kujitokeza, e, kupiga kura lakini maarapc wawahakikishia ulinzi wapiga kura, hiyo ni habari endelea ukurasa wa nane. Lakini saa 36 za wagombea uraisi kufunga kampeni e, saa 36 za wagombea uraisi kufunga kampeni. Samia akutana na waangalizi mishe ya umoja wa Afrika e, Samia akutana na waangalizi misheni ya Umoja wa Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kura Nipashe ukurasa wa mbele lakini habari kubwa ndani ya gazeti la Nipashe ni marufuku kuandamana na tukiangazia sasa e, kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye ina na habari inayosema kawaida awasihi vijana nchini kuepuka vurugu. Lakini maagizo ya Dr. Mwinyi kwa watumishi wa Zanzibar, Nchimbi aeleza mafanikio ya kampeni e, za chama cha mapinduzi CCM na habari kubwa ni msisitizo wa amani. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mzalendo, msisitizo wa amani kuwa vyombo vya habari za wahariri waandamizi nchini watoa maazimio yao kuhusu watanzania kutunza amani. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini Dr. Samia akosha maelfu kila kona eh, Dr. Samia akosha maelfu kila kona. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Zanzibar leo lenye inaandika habari kubwa inayosema bandari Zanzibar ya kusanya bilioni 11.9 Julai na Septemba. Lakini Dr. Mwinyi, watumishi ongezeni uwajibikaji. Huyo ni Dr. Mwinyi eh, watumishi ongezeni uwajibikaji. Lakini Dr. Mwinyi awahakikishia ulinzi wananchi siku ya uchaguzi. Eh, Dr. Mwinyi awahakikishia ulinzi wananchi siku ya uchaguzi. Na wahamiaji 14 wafariki pwani ya Uturuki. Mufti mkuu ahimiza amani kuelekea uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, tukiachana gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. E, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaandika kuelekea uchaguzi mkuu wadau wa kunwa na kampeni za kistaarabu ahadi za matumaini. Hiyo ni habari ukurasa wa saba, lakini amani kila kona e, vyombo vya habari vyatoa azimio viongozi wa dini waombea taifa wachambuzi wanasiasa watilia mkazo lakini mambo muhimu yaliyotawala kampeni za Samia Nchimbi ataja mafanikio kampeni za mikoa ishirini na saba lakini Tanzania eh, yajibu Amnesty yasisitiza inalinda haki za wananchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la machinga asubuhi ya leo lenyewe linaanza na habari inayosema eh, Samia anglizi E, waangalizi uchaguzi AU wa kutana raia yatoa mafunzo nishati safi kwa makundi maalum. Lakini funga kazi mwaka e, funga kazi ya Mwanza e, Dr. Samia kufunga kampeni zake kibabe Oktoba 28 jiji la pambwa kwa vijani, e, kwa kijani na nyeusi. He, hoteli, nyumba za wageni za Afrika watu, shamra shamra za tawala kusubiri siku hiyo. Watanzania watakiwa kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu, Yuni Barina kwenye gazeti la Kolo wa Machinga, anasema funga kazi Mwanza. Lakini tukiachana na gazeti la Kolo wa Machinga sauti ya wanyonge, e, ukurasa wa mbele gazeti, sasa kwenye kurasa za michezo na burudani gazeti la Kolo wa Machinga, e, kwenye kurasa michezo naandika, Simba tutavunja rekodi ya mabao leo, e, au ni Simba tutavunja rekodi ya mabao leo. Kafu yatangaza tarehe ya draw ya makundi. Kafu yatangaza draw, e, ya makundi. Lakini Yanga wale makundi ligi ya mabingwa barani Afrika e e ma, makundi ligi ya mabingwa barani Afrika e, Singida Black Stars kama mlivyosikia timu za Toana jasho ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa michezo, kwa habari, kwa kuchana, gazeti la wa Machinga kwenye michezo, tuangaze gazeti la Kolo, habari leo lenye linaandika Ibenge malengo yametimia, eh. Huyo ni kocha Ibenge, kocha wa Azam FC asema malengo yametimia. Tuzo za muziki Tanzania kufanyika Desemba 13. Legendi Changalawe ashinda dhahabu Kenya. Yanga yatinga makundi Simba yaitangazia kiama Singizini FC, eh, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, lakini habari kubwa ni Yanga yatinga makundi eh, ni baada ya kutoa goli mbili kwa itandika, eh, sifuri e, lakini kwenye gazeti lako e, la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo lenyewe limeandika Yanga yapindua meza kibabe yatinga hatua ya makundi kafu. Mashabiki wa ujuz, ujaza uwanja jobo pakome wakiwapa furaha sasa, wasubiri draw kujua watapangiwa na nani. Lakini rais Samia aipongeza Azam FC wenyewe waitaka robo fainali na kimataifa. Fernandes bado sijaamua kuondoka Man United la Zanzibar leo, ukurasa wa michezo linaandika Ujamaa FC ligi daraja la kwanza Unguja. Yanga gazeti leo, lakini simba kufuzu makundi kafu leo, hilo e, ni swali la kujiuliza, lakini zima moto ya izima JKU hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, lakini bado kwenye kurasa za mchezo kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika mbili bila ushindi ulioupata Yanga dhidi ya Silver Strike katika mechi ya jana. Lakini kwa heshima e, hau ni Yanga, kwa heshima Pakome job waipeleka Yanga makundi e, kwa heshima Job, Job Pakome waipeleka Yanga makundi. Lakini Azam FC na miaka kumi na saba ya kujitafuta Azamu FC na miaka kumi na saba ya kujitafuta. Twiga yaivutia kasi Ethiopia. Simba nsingizini, balaa zito CAFCL. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la mzalendo ukurasa wa michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la mzalendo ukurasa wa michezo, tuangazie gazeti lako la mwanaspoti lenye linatuandikia habari inayosema, e, walete kati e, beki agusia ile jezi ya ya nahodha. Hiyo inasema walete kati beki agusia ile jezi ya nahodha lakini show ya Pakome yanga yaweka rekodi kafu. E, show ya Pakome yanga yaweka rekodi e, kafu ni baada ya kuitandika Silver Strike e, goli mbili kwa sifuri ndani ya viwanja vya Benjamin William Mkapa jana. Lakini safari ya miaka ishirini na moja ya Azam e, ni baada ya kuitandika KMK goli saba kwa sifuri kwenye viwanja vya Azam Complex Chamanzi. Lakini kwenye burudani jide ana upande wa pili